Katika moyo wa ardhi ya Igbo ambako jua linapiga ardhi kwa joto na mwanga wa mwezi unacheza juu ya mito, aliishi mwanamke aitwaye Adele. Uzuri wake ulijulikana, ngozi yake iking'aa kama jua la asubuhi na roho yake iking'aa kama nyimbo za ndege wa msituni. Tangu akiwa mdogo, moyo wake ulikuwa waike chuku mwanamume ambaye haiba yake ililingana tu na ufasaha wake. Upendo wao ulikuwa kama maua ya hibiskasi yanayopamba njia za kijiji na hivi karibuni waliamua kuunganisha roho zao katika ndoa. Harusi ilikuwa sherehe kubwa, kitambaa cha rangi, muziki na dansi. Familia kutoka pande zote mbili zilifurahia, wazee walimimina baraka juu ya wanandoa na marafiki walisherehekea kwa furaha isiyo na kifani. Adele alihisi kana kwamba anaishi ndotoni, moyo wake ukijaa furaha alipokuwa akianza safari hii mpya na Ikechuku. Siku zikageuka kuwa wiki na wiki kuwa miezi, upendo wao ukikuwa na kuwa na nguvu zaidi kila wakati. Adele alidhamini kila kicheko, kila siri iliyoshirikiwa na kila mguso wa upole. Aliamini uhusiano wao hauwezi kuvunjika, ngome iliyojengwa juu ya uaminifu na mapenzi. Jioni moja yenye hatima, wakati rangi nyekundu za machweo zilipaka anga, Adele alijikuta peke yake nyumbani. Ikechuku alikuwa ameacha simu yake nyuma, tukio nadra lililomfanya awe na hamu. Mlindimo laini ulionyesha ujumbe mpya na bila kufikiri mara mbili, aliangalia skrini. Alichokiona kilimfanya moyo wake uende mbio, ujumbe kutoka kwa mama yake, lakini maudhui yake hayakuwa ya kimama. Mikono yake ilitetemeka alipofungua simu, macho yake yakipanuka kwa hofu kwa maandishi ya wazi na video zilizobadilishana kati ya Ikechuku na mama yake mwenyewe. Kutokuamini kulimjia kama mto baridi, akili yake ilikataa kukubali ukweli mbele ya macho yake. Inawezekanaje mwanamume aliyempenda, mwanamume aliyemwamini kabisa awe katika uhusiano kama huo uliokatazwa na wa kuchukiza? Machozi yalifunika macho yake alipokuwa akipitia ujumbe, kila mmoja ukiwa kama kisu moyoni mwake. Ulimwengu wa Adele ulivunjika karibu naye. Kicheko kilichokuwa kimejaa nyumba yao sasa kilikuwa kama kejeli, joto la kitanda chao likawa baridi sana. Alijihisi kusalitiwa, kudhalilishwa na kukwama katika jinamizi ambalo hakuweza kutoroka. Kumkabili Ikechuku kulikuwa hakuepukiki. Sauti yake ilitetemeka na mchanganyiko wa huzuni na hasira alipodai maelezo. Lakini majibu yake yalikuwa na kukataa na kujihami zaidi akiongeza ufa kati yao. Mwanamume aliyefikiri anamjua alikuwa amegeuka kuwa mgeni, udanganyifu wake ukivunja kabisa msingi wa ndoa yao. Kijiji kilijaa minong'ono wakati kashfa ilipoibuka. Adele akawa mada ya huruma na majungu. Maisha yake yaliyokuwa yakiwavutia wengine sasa yakawa hadithi ya onyo. Alijitenga na jamii, roho yake ikiwa imevunjika na uaminifu wake ukiwa umeshindwa. Katika upweke wake, Adele alitafuta faraja katika hekima ya wazee. Alitembelea nyumba ya Neka, mwanamke anayejulikana kwa ufahamu na huruma yake. Akiwa na moyo mzito, Adele alimwaga huzuni yake, akitafuta mwongozo juu ya jinsi ya kuendesha njia yenye hatari ambayo maisha yake yalikuwa yamechukua. Neka alisikiliza kwa makini, macho yake yakionyesha maumivu aliyokuwa nayo Adele. Baada ya kimya kirefu, alizungumza, sauti yake ikiwa laini lakini thabiti. Mwanangu, moyo ni chombo dhaifu. Unapovunjika, unaweza kunyauka au kukua na kuwa na nguvu zaidi. Umekutana na giza ambalo hakuna mwanamke anayepaswa kuvumilia lakini ndani yako kuna nguvu ya kushinda. Adele alitafakari maneno ya Neka akigundua kuwa thamani yake haikufafanuliwa na usaliti wa Ikechuku. Alianza safari ngumu ya uponyaji akikumbatia msaada wa wale waliomjali kweli. Alijitosa katika shughuli za kijamii akigundua tena mambo aliyopenda na kujenga upya hisia zake. Muda mponyaji mkuu ulimruhusu Adele kubadilisha maumivu yake kuwa uvumilivu. Alikuwa taa ya nguvu kwa wanawake wengine, akishiriki hadithi yake kuwawezesha wale waliokutana na majaribu yao wenyewe. Uzuri wake ambao hapo awali ulifafanuliwa na mwonekano wake wa kimwili sasa ulitoka kwa ujasiri na hekima aliyokuwa nayo. Kwa Ikechuku, matendo yake yalisababisha kutengwa kwake. Mafunzo na ushauri kutoka kwa hadithi ya Adele. Moja, thamani ya kujipenda. Katika maisha ni muhimu kujipenda na kujiheshimu kwanza. Hii inatuwezesha kushinda changamoto na kutambua thamani yetu hata tunapokutana na hali ngumu. Mbili, nguvu ya jamii. Kutafuta msaada kutoka kwa marafiki, familia na wanajamii kunaweza kusaidia katika nyakati za shida. Jamii inaweza kuwa chanzo cha faraja na nguvu tunapokabiliana na majaribu. Tatu, kujifunza kutokana na maumivu. Maumivu na usaliti vinaweza kuwa walimu wakubwa. Badala ya kuruhusu maumivu kutufanya kuwa wagumu, tunaweza kuyatumia kujifunza na kukua kiroho na kihisia. Nne, kusamehe na kuachilia, ingawa ni vigumu, kusamehe kunaweza kutuweka huru kutoka kwenye minyororo ya chuki na hasira. Hii haimaanishi kusahau, bali ni hatua ya kuachilia mzigo mzito na kuendelea mbele kwa amani. Tano, kujenga upya maisha baada ya kukutana na hali ngumu, ni muhimu kujenga upya maisha yetu. Hii inaweza kujumuisha kugundua mambo mapya tunayopenda, kuweka malengo mapya na kujiruhusu kuwa na furaha tena. Sita, kuwa mwangalifu katika mahusiano, ni muhimu kuwa makini na macho katika mahusiano yetu. Kuwa na mawasiliano ya wazi na mwenzi wako na kushughulikia matatizo mapema kunaweza kusaidia kuepuka maumivu makubwa baadaye. Saba, kujua wakati wa kuondoka, kuna wakati ambapo licha ya jitihada zetu zote ni bora kuondoka katika hali yenye sumu. Kujua wakati wa kuachilia ni ishara ya nguvu na kujiheshimu. Nane, kujifunza kuwa na uvumilivu, uvumilivu ni sifa muhimu tunapokutana na changamoto. Inatufundisha kuwa na subira na kuamini kwamba kwa wakati, maumivu yatapungua na maisha yatakuwa bora tena. Tisa, kujenga mipaka imara. Kuweka mipaka katika mahusiano ni muhimu ili kulinda ustawi wetu wa kihisia. Hii inahakikisha kwamba tunaheshimiwa na kwamba tunaheshimu wengine. Kumi, kujua thamani yako. Kumbuka daima kwamba wewe ni wa thamani, usiruhusu matendo ya wengine kudhoofisha kujiheshimu kwako au imani yako katika upendo na wema. Ushauri he. Hadithi ya Adele inatufundisha kwamba, licha ya majaribu na usaliti tunaweza kukutana nao katika maisha. Tuna uwezo wa kusimama tena na kujenga maisha yenye furaha na maana. Ni muhimu kujipenda, kutafuta msaada kutoka kwa jamii na kujifunza kutokana na maumivu yetu. Kwa kufanya hivyo, tunakuwa na nguvu zaidi na tunaweza kuendelea mbele kwa matumaini na ujasiri. Kama umejifunza kitu kwenye hadithi hii, tuachie maoni yako. Pia tunaomba ubonyeze alama ya like, share na jiunge kwenye chaneli yetu pendwa kwa hadithi nzuri za kuburudisha na kufunza. Asante sana.